Halo, salama madam. Habari? Salama, salama. Mnaendeleaje? yeah. Asante Nabele. Follow up yako ya mwezi wa pili ilikuwa jana, lakini ilikuwa ni off day, uh, ah. eh? Tabora. okay. Leo tunataka oh, pole ngoja nitume nikua, kabla ya dhamana hiyo. Najua unajua dhamana utatuma, lakini tunataka pia kujua, last time tulifanya yale mazungumzo ya pamoja ya dada, pia kumrekebisha kwenye vile baadhi ya vitu sofa. Unamwonaje bado kwenye, mpaka ile ulivyomwacha kwenda nyumbani msibani? Yaani kiukweli sikukaa sana, kwa sababu baada ya pale hmm. ni kaba nilipata yeah, yeah, nakumbuka E, nikawa nipo hospitali, nimetoka hospitali ndo mm. nimeunganisha nika nikaja huko, ila kesho naondoka, mpaka jioni itakuwa nipo nyumbani nyumbani, ila wiki laki. mbili sipo nyumbani. Okay, karibu wiki ya pili, ila ukiwasiliana nao nyumbani watoto, kwenye kamera nikiwaangalia, namwona yuko vizuri, kwa sababu na kuna ndugu yangu pia alienda mm. Eh, nah. Ila anaangalia mtoto vizuri mtoto yeah. Anahoma, anasema yaani, ah, upande wa watoto kama alivyosema ako yule mume wa Joy iko mm. vizuri uh, sana. Okay, alisema kweli upande wa watoto mm. nia anafanya vizuri sana kwa watoto sana sana yaani, yule msichana ni uslo na kujifanya yani kama ile kwake. so, unajua ni mtu ambaye ametokea kwake. hey, hey, hey. kwa kuna maisha fulani amezoea nyumbani yeye kuwa ndio yaani mm -hmm. yani so. ni uslo tu na ile kujifanya tu lipo kwake ba. basi basi, ukirudi ukirudi nyumbani ndio tutapata feedback nzuri kwenye hiyo, labda sasa uh, ameimprove vipi kwenye baadhi ya vile vitu ambavyo pia kuambiwa. ila baadaye alikuja akakaa akafikiria mm -hmm. akaniambia, dada, mimi nakupenda sana nimefanya kazi na mabosi wengi, ila we nimetokea kukupenda sana mm. Nikawambia, kwa nini? We ni mtu ambaye unataka tu kazi zako zifanyike vizuri, mnacheka vizuri, na mtu akaniambia ni mm. mm. naomba tu nisamehe, ntajirekebisha. mm. huu slo yeah. Yani akasiriki kama msichana mwingine hata mm. uumwe. mm. mimi mpaka alikuwa naniogesha Oh. Anakuja ananimwagia mwagi ya maji, akila Mungu livyokuwa naumwa, nimeumwa. Pole yeah, hmm. Pole pole sana. Basi kwa hivyo vingine nadhani tuendelee tukushirikiana, madam, sisi pamoja na wewe Una We Hajapiga simu? Aah, no, hajapiga. Ndio maana nakwambia waga wanakuja, unajua wengine wanakuja wana depression zao, wengine wanakuja wana tabia zao za za tofauti, kila mtu na tabia yake. Kwa hiyo we are trying wanapokuwepo hapa kituoni tunajitahidi kuwa shape. Lakini pia kwa kushirikiana na wewe sasa kwa sababu kwako si unajua ndo wanakaa muda mrefu. Yaani kwa clients wetu ndio huko sasa ambako wanaenda kukaa muda. Sasa hapa kwetu tutakaa zaidi sana labda wiki wiki mbili mwezi ambao kimsingi hatutatosha kusema kwamba unambadilisha mtu completely, lakini tunaweza tukashirikiana hivyo vinavyo vinavyorekebishika uh. Tunamrekebisha kikubwa, kama anafanya yale ma, main majukumu anayafanya vizuri, basi nadhani tushirikiane kumrekebisha kwenye baadhi ya vitu, kwa sababu pia itamsaidia hata kwenye maisha ya kawaida hata ya baadaye akiondoka hapo sawa. Yakiondoka mm. Okay, nah, e, basi ukirudi nadhani ndo tutapata feedback nzuri. Kwa sasa hivi si haupo mm. E, kwa kwenye ile laki moja laki moja ndio, laki moja ndio ya pili, ya pili sorry, ndio e, ndio ya pili ya yeah, yeah, yeah, mwisho ni ile yeah. Yeah, mm, yeah, ya, ya, ya hamsini, unampa unatuma huku laki moja halafu elfu hamsini utamtumia, yeah. Au kama umekubaliana utampa kesho physically sawa. Lakini akini laki moja huku elfu hamsini ah, Haya, madam, asante sana. Aytanekaa kwenye mtandao, utawatumia sawa sawa uwe ma, na siku njema madam, na majukumu mema. Wasalimie sana nyumbani, asante kwako, pia asante. Halo, unaendeleaje? Salama hey, minaala vizuri. Ehe, natoka siku ile tuongee, ndio umetusumza kwanza kwenye workshop, ukuja Aukuja kwenye workshop <coughs> vizuri sio? Kwa, kwa salama tunamshukuru Mungu. mm -hmm. <coughs> Umetimiza miezi miwili kazini, unaonaje kazi? Unaongea mm -hmm. <coughs> kwa sauti ya, ya chini hivyo, kuna shida Le? Mbona unaongea kama sauti ndogo? Kuna shida? Hakuna? Kuna changamoto yoyote? Hapana? Hamna? Haya, tumeongea na madam anasema kwamba kwa watoto bado unafanya vizuri sana. Kwa hiyo <tipi> e, ile suala letu la kujitahidi kujiongeza kwenye masuala ya uh, kasi ya kufanya kazi ile uslow, maana madam alisema ulikuwa slow sana, unakumbuka siku hiyo tukaongea, unaanza kulifanyia kazi eh? yeah, sana mimi nalifanyia kazi sana, ina ina hiyo sio sio kwamba mtu na moti sio, mm. na yeye mwenye pia anajua mimi kazi zangu ninapenda kufanya kwa utulivu. Ndiyo kwamba nikifanyia kazi yako na kumaliza hiyo mm. nikani nimefanya ni kitu fulani kwa yeah, sababu naweza nikakufanyia kazi yako hivyo unavyotaka, kwa kufa na ikawa sio kitu ambacho unataka lakini pia sasa kwa wakati, si ndo maana fika kukuambia. Kwa mfano, kwa kama ukimpikia mtu chai saa tano, saa sita, wakati mtu anataka kunywa chai saa mbili, saa tatu, uone kwamba kuna changamoto. Unaweza kuwa unafanya vizuri na mimi sikupingi, lakini hakikisha nikupa na zile mbinu za kuhakikisha kwamba kwa kuna kufanya kazi vizuri na kufanya kazi kwa wakati. Vyote hivyo ni vya muhimu yani vyote hivyo ni vya muhimu kwa mteja Iwe kazi nzuri lakini iwe kwa muda sahihi. Mimi basi niseme ni mtu ambayo nimeshamsoma, nimeshamjua, hainipi shida. Wao wewe je? Yani achana na madam wewe hmm. Kwa hmm. sababu yani wewe ni kwamba mimi ndo niko naye Yani unanielewa, sawa? Mi siongelei kwenye ishu ya kumsoma madam na kujua namna ya kumfanyia vizuri majukumu yake. Mimi nakwambia wewe, kwa sababu ishu ya wewe kubadilika na kujifunza sio tu kama itakusaidia ukiwa mm. kwa madam hapo, itakusaidia hata nje

Eh, hey, lakini lazima ukubali kubadilika ndio ishu yangu Amina. Ni lazima ukubali kama ndio unafanya kazi taratibu. Wewe mwenyewe unajua kwamba mm, sasa lazima kukubali ni pamoja na kubadilika sasa. Angalau uniambie nimefikia hapa na hapa madam, niweka nimeanza kutumia njia hii na hii na hii ya kunisaidia. Kwa kipindi hiki kwa kama kipindi cha kipindi kimekuja msafiri. Hmm. Ila ninalala mapema sana. Mm. Na mimi nilikuwa mapema sana na kwa nimeshafunzika ambaye umetumia njia gani? Yaani kuanza <gibu> kuwa unafanya vitu vyako na vimaliza kwa wakati ni ya. Kazi yangu mimi ninapenda kufanya, yaani nifanye kazi kama ninafanya usafi, mmm nifanye usafi na nifanye hmm usafi unaona, kama ninapika nipike na nipika, kama ninafanya kusafi na nifanye, yaani kitu moja tu na nipike na nipike, kwa hiyo ile unaunganisha huku huku huku na nipike, vitu vyote vinaonekana kama Ah, nimekuelewa. Kwa hiyo ina maana ni kwamba ukiwa yani, unafanya kazi hii, alafu unataka ufanya nyingine imejitokeza, ndio inakuchanganya sasa, sio kwa mazingira ambayo hey, kuna watoto ju ikitokea kuna kitu, kwa sababu unajua kuna kitu kinachoitwa uh, umuhimu, I don't know inaitwa priority, priority eh, priorities. Sasa inawezekana kabisa kuna muda unafanya kitu fulani, kwa mfano kama kupika si cha muhimu sana tu mm, lakini ikitokea je, mtoto anaishi ambao unatakiwa uende uka nini ukamhudumie, labda hizo uh, vitu hizo nyenyeje, sina hazina shida. Unaona, kuna mm, kama labda natamani sana nisimalize, labda kama usafi, nimeshapika mm, nimefagia ndani, natamani nianze vitu kwanza nimalize kufua ndio nirudi kwa vitu vingine ambavyo ni vile kiamka anakuta ile vitu ambavyo Nifanya, nifanya nifanya, nifanya. Okay, basi ndio ujitahidi. Nadhani kama hiyo mbili unasema hapa mwishoni, kama unaitumia hivyo, vitu vingine unavifanya haraka, ratiba yako kuamka nadhani iko vizuri, basi unavifanya kwa haraka, hata anakuja kukusaini majukumu mengine, unakuwa tayari, yale mengine umesha umesha yafanya fanya, umeyabakiza machache, itakusaidia unamaliza vitu vyake kwa wakati, sawa hey. Kingine Haya, okay. Mm. Wasalimie watoto, uwe na siku njema na majukumu mema. Workshop ijayo uje na watoto bana. Kansi, uje kwenye workshop ijayo sawa. Sawa.